Karibu tena msikilizaji, katika mjadala wetu huu wa kina leo. Uh, tunaangazia makala moja ambayo imeleta gumzo kidogo. E, ni ile makala yenye kichwa uko wapi rais Ruto ni lini utawajibika kwa mgogoro wa Kenya. Hiyo hiyo inatoka kwa Kenya Wantamnotam Movement KWM wanajiita na ilichapishwa village action online tarehe nane Julai mwaka huu wa 2025. Ndiyo nani, makala ambayo inaelezea, unajua, hali ya wasiwasi mkubwa nchini Kenya na inahoji moja kwa moja uongozi uliopo kabisa. Kwa hiyo lengo letu hapa ni kujaribu kuchambua zile hoja kuu zilizowasilishwa kwenye haya maandishi, sio kusema tunakubaliana nayo, lakini tuyaelewe. Basi hebu tufungue mjandala sawa. Makala yenyewe yanaanza kwa nguvu sana, yanasema the streets of Kenya are suffocating, yaani mitaa ya Kenya inakaba. Mm. Lugha nzito hiyo, inaashiria hali ngumu sana kwa wananchi kweli. Na kisha lile swali linalofuata moja kwa moja kwa rais Ruto, uko wapi wakati huu wa shida? Yaani wanauliza kama uongozi wake ni halisi au ni kama, kama mfululizo tu wa makosa na ukimya na hapo sasa ndipo panapochochea zaidi chanzo hiki, yani KWM kinaenda mbali na kuohoji uhalali wenyewe wa mamlaka. Wanauliza waziwazi ni nani hasa anayeendesha nchi. Hapo ndipo wanataja yale majina, sio Faruk, Sudi, Joho e, wanawaita washauri ambao, kulingana na makala, wanaielekeza nchi kwenye shimo. Hilo neno shimo linatumika kuonyesha hisia kali sana, yani dharura na kutoridhika kabisa, na lugha kwa ujumla ina nguvu sana. Kuna msemo mmoja umenivutia sana, Kenya inaungua, kiuhalisia na kimfano. Mm, huo msemo una uzito, sio tu moto wa kuonekana kwa macho, lakini wanamaanisha kuungua kwa taasisi zenyewe, ndio imani ya wananchi, mustakabali wenyewe wanatoa mifano kama: shule zinaporomoka, hospitali zimezidiwa, na barabara pia wanadai ziko katika hali mbaya zaidi kuliko hata miaka kumi iliyopita. Unaona jinsi wanavyojenga hoja hapa kwa mifano halisi kabisa. Wanajaribu kuonyesha kuzorota kwa huduma muhimu, na wanahusianisha hali hii na kitu gani? Ukimya wa viongozi. Hapo sawa, wanauliza kwa nini, kwa mfano Bunge halijaitishwa kwenye kikao cha dharura kujadili huu mgogoro wanaomita wa kitaifa na Seneti. Je, wanauliza kwa nini Seneti haidai uwajibikaji? Eh, wanakwenda mbali zaidi, wanauliza kama Bunge la Taifa na Seneti vimekuwa kama kama maonyesho tu, wanatumia neno maonyesho ya vikaragosi, kama vile havina nguvu halisi. Ni madai mazito sana hayo, na ni muhimu tukumbuke hizi ni hoja na maswali yanayotolewa na chanzo hiki KWM. Sisi tunayachambua tu, kweli kabisa, hatusemi ni ukweli mtupu, lakini ndivyo ilivyoandikwa. Lakini hoja kuu inayojirudia tena na tena ni kwamba Kenya, kulingana na wao, inastahili serikali inayofanya kazi kwa ajili ya watu, ndiyo, na wanamtaka Rais Ruto moja kwa moja awajibike yeye mwenyewe badala ya kama wanavyosema kujificha nyuma ya mawaziri na washauri wake. Ehe. Wanasisitiza kuwa watu wa kawaida ndio wanaokabiliwa na shida halisi kila siku, maisha magumu. Kwa hivyo ujumbe mkuu hapa ni kama wito mkali sana wa uwajibikaji kutoka kwa uongozi wa juu, rais mwenyewe na Bunge pia. Na ukiunganisha haya yote, ukijaribu kuona picha kubwa zaidi, chanzo hiki kinasimama kama sauti fulani sauti ya raia ambao labda wanahisi wametelekezwa wakati wa shida, wakati wanahitaji viongozi zaidi kabisa. Kwa hiyo ni wito wa moja kwa moja kwa rais na bunge kuchukua hatua haraka. Na wanasisitiza sio tu kuhusu unajua, utawala mbovu, ni zaidi ya hapo, ndio wanasema, ni kuhusu kuokoka kwa taifa lenyewe. Wanapandisha uzito wa hoja yao kufikia kiwango hicho. Hali ni ya dharura, wanadai. Mm-hmm. Kwa hiyo tukijaribu kuufanya muhtasari wa haya yote, makala haya kutoka KWM ni kama kilio kikubwa, kilio cha kuomba uwajibikaji. Uwajibikaji kutoka kwa uongozi wa Kenya, hasa Rais Ruto na bunge. Kutokana na kile wao wanaona kama mgogoro mkubwa unaoikabili nchi. Na wanatumia lugha kali kama tulivyoona, kudai hatua za haraka. Hakuna kuficha hisia zao kweli. Na hii inatupeleka kwenye swali muhimu la kutafakari, naamini kwa ajili yako wewe msikilizaji. Swali gani hilo? Sasa, chanzo kama hiki kinapoelezea hisia kali namna hii za kutoridhika na kudai mabadiliko kwa uharaka huu wote, je, uhusiano mzuri unapaswa kuwa upi? Unamaanisha uhusiano kati ya nini na nini? Kati ya matarajio ya wananchi kama yanavyowakilishwa hapa na jinsi viongozi wao wanavyopaswa kuitikia au jinsi wanavyoitikia kwa sasa ah, yani matarajio ya watu na mwitikio wa serikali, hasa wakati kuna hisia kali kama hizi. Ndiyo, hilo ni jambo la kutafakari zaidi. Je, mkatoba wa kijamii kati ya watawala na wanaotawaliwa unahitaji nini nyakati kama hizi za changamoto? Ni swali zito hilo na linahitaji tafakari ya kina kweli. Asante sana kwa kuwa nasi katika uchambuzi huu wa leo. Asante pia.